Zama. Char, eh, mpano, soo, soo na pole mboa pole, pole, pole. Umepoapepoe. Kuna muda mwingine homa tunazitafuta sisi wenyewe nilichogundua maisha mapesi sana sio tu kwamba nimepata hela maisha <laughs> Sisi tu ndo tunataka yawe magumu maisha. Amepesi kweli wewe tu kweli. Tu ujaamua bana hmm? Nimepita nimekuta kuna bango hapo limewekwa, wanatangaza sijui viwanja vya bei rahisi. Sa nikijiangalia mimi wenye nilivyo hivo, mi si wa kushindwa kununua kiwanja kama <laughs> We subiri uone, kiwanja mimi siwezi shindwa kununua kiwanja kama kile, siwezi. Yaani kuna muda mwingine tunajipa homa stress, tutazeka tutakufa kabla hata ya umri, tunaona kama maisha magumu, ila nilivyofikiria vizuri leo. Sio kwamba nimefikiria tu, yaani nimefikiria, nimeweka mipango yangu imekaa sawa, yani mipango ya maendeleo, yaani mipango ya maendeleo kila kitu kitaenda sawa tena. Mipango ya maendeleo, mipango ya hela, eh hela ndo maendeleo yenyewe, hela ndo maendeleo yenyewe. Hapo ndo nilikuwa nakusubiri na ujae, mje ujae kwene kumi na nane. Iko hivi, mfano wewe kwa siku unakula shilingi ngapi? elfu tano. Unaona huo ufujaji wa hela kwa hiyo kwa mwezi unatumia laki moja na nusu kula tu, ujaweka vocha, ujavaa, hujafanya nini, ujafanya nini? Kwa kuhu ukiweka vyote hapo tunaikuta shingapi? Vocha unawekagaya shingapi bando? Bando elfu tatu, mm. Kwa, yep. Kwa mwezi elfu tisini ukiplasi, okay, na ile laki moja na nusu shingapi, na kuwa laki mbili na arobaini unavaa shingapi eleni nini? mafuta mafuta kupaka kwa pamoja natumia mwezi mzima mawili, elfu nane elfu kumi na sita. Ubahili hauna hela ila hiyo hiyo. Nyingi sana, nyingi sana. Sasa mimi nakupa plan mimi sitaki mi nifanikiwe, nifanikiwe peke yangu, aanze kusema o oh, wenzake yeye anafanikiwa wasaidii. Nakupa akili wee, ukae uwelewe, kone mstari na unisikilize vizuri. Akili nayokupa sio mi nifanikiwe peke yangu, tufanikiwe wote. Haya, mfano maindi maindi huko anauza shingapi? Tusiende kupima ule unga wa kupima ule, unatufilisi unatufilisi. Unanunua maindi mkoani huko, mkoani wewe mwenye jua kwanza mkoani nimekufahamu tu juu jua baba kwanza tuachane nako tuta tukaagiza hata mkoani kwetu sisi mbea maindi saizi elfu kumi na tatu debe wachukua zako debe hizi mbili na amna amna mimi pale nikiongea na washikaji vizuri waweza kutupatia mpaka kwa elfu kumi debe mbili ukisaga unga bali ule unga unakula mwezi mzima debe mbili elfu ishirini so, na ule elfu tano elfu ishirini na tano so, So, ahuyu nimekwambia na huyu mi na mshikaji wangu pale naongea naye, ana shida yule, anaendesha kuna kulala Costa pale. Ah, anatuletea mpaka hapa mpaka wapi, urafiki pale, tunaenda tunachukua elfu ishirini tutampa elfu tano kwene hizo debe mbili na ishirini tano, tuseme elfu thelathini hapo kwene msosi, nisikilize vizuri, mimi nimetulia na kusikiliza. Aa, elfu thelathini pene msosi pale, sawa kuna laki na nusu ile ya msosi ukitoa elfu thelathini na baki laki na ishirini, mm. mafta kidumu cha ita tano, mm. kule saizi msimu wa mavuno wa alizeti mm, unaenda unachukua mbozimbozi kule na shikaji na ndugu wanachuja mm, wanakutumia kidumu cha ita tano kinagharimu shilingi elfu mm, ishirini. Elfu hamsini nisabaki ni ni dagaa dagaa, sindio? Daga, daga pale ukikata hesabu, tuseme ukikata zako fungu pale nusu elfu sabini hapo, inatosha kwenye msosi wa mwezi mzima, unajizingatia tumbo. Hiyo elfu sabini nyingine unaweka pending, unaituliza vota. Tunapunguza, una VPN ya bei rahisi na rafiki yangu, hata tuungie hiyo VPN yake, haisumbui wewe. Si WhatsApp tu, tuna TikTok, ila TikTok inakuwa makwangu kwa baadhi ya vitu, tunapunguza tutakuwa tunawasiliana tu na watu wa WhatsApp kwa, kwa muda mm. wa sababu sio siku zote. Kwa muda tutampa shilingi ngapi? Wacha natumia elfu tisini kwa mwezi mm. iyo jamaa tukimpa elfu thelathini chapu VPN yake inafanya kazi mwezi mzima elfu sitini na nabaki pale elfu sabini pale inakuwa laki na thelathini, sindio? Matumizi hesabu hapo, nitoe mimi ngasoma mm kuleta hiyo sina mimi. Nakusikiliza, najua ukosei, tusikutegemee sana, naona tusikutegemee kwenye hesabu. Sasa sikia kingine mm. Ta, mafuta wee, mafuta unapaka mafuta mwili mzima kama unaoga, unapunguza wee, paka mafuta usoni, mikononi tu kidogo. Kwa mfano hiyo nguo imekusitiri kuanzia paka mpaka na naumbi kidogo, usipakai mwili mzima uh-uh unatumia kwa ya ya kwa Sao, kwa una kopo moja elfu nane ile kwa mwezi, sawa koo, kwa mwezi unakuwa umeokoa laki na kama laki na thelathini na nane. Hiyo laki na thelathini na nane, mi kiwanja nimesoma pale, kiwanja kile kinauzwa milioni moja na nusu na unalipa taratibu taratibu, kibada huko Kigamboni. Mi nimekusikiliza hmm, lakini wewe kwa maelezo yako umeelezea jinsi ya kusave mm. money sawa na bajeti yeah, za maisha, jinsi ya watu tunavyotakiwa kuishi kwa budget. Nimekuelewa vizuri mm, sana. Lakini hukujaleta uh, plan za hela, yaani kwamba mimi kweli natumia elfu tano kwa siku kama nilivyokuambia, lakini ile laki na nusu ya pamoja unaipataje? Ndicho ambacho nilikuwa nategemea kusikia kutoka kwako. Ah. jambo dogo, yani kwamba usikilize vizuri hmm. sikilize hmm. hmm. lakina nusu ya pamoja kuishika hiyo hela ya vocha kwa pamoja kuishika, kwa sababu mtu sio kama unapenda kujiunga kila saa vocha, ama unapenda bando likiisha umejiunga lakini kuzikusanya zote kwa pamoja unazikusanyaje? Au ah, sawa, hiyo plani ya hela, ili kupata hiyo hela, kwa sababu unaweza ukawa na na plani kubwa, lakini yaani hesabu zako za hela ni, ni, yani, ndogo, kwa huwezi kufikia lengo. Lazima uanze hapa ili ufike. Kwanza lazima utengeneze hiyo plani ya hela Kazi gani unafanya? Kwa siku unaweka shilingi ngapi nauli ya kwenda kazini na kurudi? Eh, kama unapewa kwa mwezi, kama unapewa kwa siku, unajua kila siku unaweka shilingi ngapi? kama kwa mwezi, zile nauli za kila siku, je, unapewa kazini au unatumia hela zako mwenyewe? Sawa, so, hiyo plan ya hela, kazi ya kufanya, ndicho muhimu cha kwanza, kabla hujafikiria k kama unanielewa vizuri, lazima uanzie hapa ili uende kule mbele. Sawa. Ukiwa unafanya kazi ya kulipwa nauli, wakikupa kazini nakua inakusaidia wewe, chakula wakikupa kazini nakusaidia wewe. lakini wakiwa wakupi nauli hawakupi chakula, ina maana wewe upate chochote? Kwa sababu zile nauli za kila siku nani anakupa ukienda kazini? Ina maana inakubidi ushinde njia mpaka unaporudi nyumbani. Je, nyumbani unauhakika wa kula kuna wapo ambao wanaishi kwenye familia zao, ina maana anaweza akajikaza asile kazini, akirudi nyumbani anakula. Lakini je ukirudi nyumbani una sehemu ya kula? Nipotoshi, tafuta kwanza shughuli ya maana ya kufanya, ambayo una uhakika wa kupata hela. Ile hela unaichanga ukishaichanga ndivyo unafanya hayo malengo yako ambayo unataka kuyafanya sasa hizo hapo unavyosema kusevu ina maana okay, mtu huli uweke vocha uwasiliana na watu watu wengine pia wanafanya kazi kwenye mitandao kwenye mitandao pia kuna fursa siku hizi mtandao ndio kila kitu huwezi kusema labda nisisevu hela kwa sababu ya vocha niweke ndani unapata maendeleo gani ina maana gani kuwa na simu kubwa wewe maana siku hizi magazeti yamepungua kwa sababu simu ndo kila kitu, taarifa yeah, na kila kitu unapata kwenye simu. Utaachaje kuweka mocho? Unatakiwa uelewe, fikiri kabla ya kutenda. Kwanza tengeneza mchongo wa hela kabla ya kufikiria ku save budget. Mi mbona nimekuelewa jinsi ya ku save budget, nimekuelewa vizuri sana Dabani. Mchongo wa hela sikia, nikwambie. Mchongo wa hela upo Bosi, unapokea usi, anakupa posho bosi wako au akupi posho? mm, wewe. so mimi sababu unaniongelea mimi, ndugu yangu, wewe mwenyewe hapo, wewe mwenyewe so mimi miakaa sijakwambia chochote, wewe mwenyewe hapo mkuja au maisha mapesi, ndugu yangu, una deal huko la milioni mia, tena tuende wote. Zama, sikia. wa tafute plani nyingine sawa, nakuja plani nyingine tutajua.